Hello, mambo vipi Tanzania? mambo vipi Afrika kiujumla? Karibu sana kwenye channel yetu ya Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Karibu na leo ni wasa mwingine kabisa. Kama ilivyoada, katika kipindi chetu tupo na mgeni, ambapo mgeni huyu mtakwenda kufahamu mengi kuhusiana na yeye lakini pia uhusika aliobeba katika upande wa jamii, lakini pia yeye binafsi. Nikwambie karibu sana katika kipindi chetu kuwa nasi mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi hichi. Jina langu ni Amina Lumwecha. Karibu sana mgeni. Asante, nimekaribia. Jisikie huru mm. Jisikie amani kabisa. Unajisikiaje kwanza siku ya leo? Ah, ni siku nyingine ambayo nimeandika historia, pia nimefurahi kwa hapa sana sana tena Uh, tunaona tuna, tuna mazingira mengine tofauti <laughs> na yale ambayo okay. tumeyazoea. Ndio, karibu uh, sana, nafurahi sana. Uh, watazamaji kule wanashauku wanahamu kubwa ya kufahamu jina mm -hmm. lako lakini pia uhusika uliobeba kiujumla yeah, okay. Mimi jina langu kamili hasa naitwa Kasba Mahmud uh, ni mwanahabari lakini kwenye habari tofauti tofauti. Ndio. Nipo uh, eh, kineka kwenye mwanahabari, nafanya kazi ya wanahabari lakini ndani ya wanahabari, mm -hmm. wanahabari kuna mm -hmm. sehemu ambazo kwa lugha kawaida tunasema ni jiko mm -hmm. lakini ni sehemu za production. Ndio. Kwa hivyo hizo sehemu pia nipo na nafanya hizo kazi vizuri sana. Kwa kwanza kabisa uh, ingekuwa vizuri zaidi tukafahamu labda mm -hmm. safari yako mm -hmm. ya fika hii nafasi uliokuwa nayo sasa hivi, eh, umekuwa nguli, umekuwa mbobezi pia kwenye masuala ya uandishi wa habari, ilianzaje? Uh, kwenye habari nimeanza muda kidogo nakusema, mm -hmm. nimeanza tangu nipo sekondari, ndio skuli mm -hmm. na nianza kwanza kwa kutoa shukrani mm -hmm. kwa sababu watu ambao wamenifanya nikajiamini kwamba naweza au na kitu fulani ambacho naweza kufanya ndio kuna jumuiya moja inaitwa Zafa Plus. mm -hmm. hii ni jumuiya ya watu wanaishi na virusi vya UKIMWI, na kipindi hicho kulikuwa wana program ambazo wana, wanawafikia watoto. Niko wanawafikia watoto kipindi hicho ni kwa mtoto, kwa hiyo walikuwa wanawafikia watoto, kwa hiyo mtoto ambaye kabahatika kuingia katika hiyo program mm -hmm. anaangaliwa, anaweza kufanya program za wanahabari mm -hmm. basi unaingia wana kwa hiyo mimi nilipata nafasi nikaingia kwenye kusoma hiyo habari, na kipindi hicho, hiyo program ilikuwa inasimamiwa na UNICEF ndio. Kwa hiyo tukaenda kusomeshwa, kuna walimu wanatoka Kenya, wakaja wakatusomesha, akatufundisha namna ya kuripoti, ni just in short course tu, namna ya kuripoti, kuandaa vipindi, lakini pia kutangazia tangaza, na yes, kwa hiyo ulipata mafunzo lakini baadaye tukawa tunahitajika tufanye vipindi kwa sababu lengo ile program mm -hmm. ilikuwa ni kuhakikisha kwamba sauti ya mtoto inasikika. Tunajua watoto wana changamoto nyingi sana. mm -hmm. lakini je, ni sahihi kutokea mtu akawasemea? mm -hmm. Aonekana kwa kwamba sio sahihi. Sahihi ni yeye mwenyewe kuzungumza changamoto ambayo inamkuta. Kwa hiyo sisi, mm -hmm. fasi, kwa ambayo inamkuta hiyo sisi tulikuwa tunachukua hiyo nafasi kwa niaba ya watoto wote. Ndiyo, wa Zanzibar au Tanzania. Mtubi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya program mbalimbali ambazo mbali mbali zilikuwa zina maudhui tofauti tofauti. E, lakini hasa lengo ni kuhakikisha kwamba sauti ya mtoto inasikika, changamoto ambazo anakutana nazo, unaona mapendekezo yake, vitu gani anafurahia zaidi. Sio so, so, so, zile programs za mtoto poka pakawa peke yake. Mtubi. Lakini kwa tunaweka mada kabisa mezani. Mtubi. Na tulikuwa tunatafuta wahusika. Kwa mfano tumeweka mada ambayo inazungumzia labda ajira za watoto. Unafahamu. Kwa hiyo sisi wenyewe tunakwenda kwa maafisa wa ustawi wizarani, wapi wapi, lakini watoto wenyewe pia ambao mtandaoni, hizo changamoto tunaweka, tunazungumzia lakini mwishowa siku ile ilizopatikana ile suluhisho. Kwa hiyo huko ndo ambapo nimeanzia. Kabla ya kuingia katika hicho kikundi, labda ulikuwa unapendelea zaidi kwenye masuala ya uandishi wa habari, au yamezaliwa baada ya kuingia huko? Ah, hamna kwa kweli, kwa sababu mimi ni mzaliwa wa shamba, nimesoma shamba na mm. nimekulia shamba pia mm. unajua ba, sasa hivi ndio mambo mengi yanakuwa, lakini hapo zamani, hapo nyuma mm. kuna baadhi ya vitu tulikuwa naishi ukiwa shamba kama havikuhusu fulani Ndio. na si rahisi sana kumkuta, uh, mtu wa shamba akawa moja kwa moja na ndoto ya kuwa mtangazaji, labda ndio labda mimi mmemkuta. Kwa hiyo kwa kipindi kile mimi nilikuwa yani, sijawahi kuwaza kabisa kama nitakuwa mtangazaji au mwanahabari, ndio sawa, sijawahi kuwaza. Lakini nilipokuja hii program Ndio. na nilipoulizwa kwamba unataka, nikasema nataka, nilipata mafunzo nikaonyesha. Ni kweli nataka, kwa hiyo sasa ndio sikaja zile hamu sasa, kama nataka nini natakuwa nifanye, unaona ndio nikawa e, nafanya maandalizi yangu binafsi kwa sababu wakati tunaanza hiyo program, kuna ambao kidogo amechangamka na kuna sesi wengine kidogo tulikuwa tuko lazy lazy, eh <laughs> <laughs> <laughs> Sasa ilikuwa tunawaangalia na ilikuwa yeah, tunatolea mfano pia, mnaona wenzenu anavyofanya, umeona. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikirudi nyumbani, nilikuwa nafanya shdaye binafsi, nifungia <laughs> uh -huh. chumbani natangaza na tunafungua kipindi, nafanya nini? Nafanya yani, naandaa maswali. hmm. ma, na mtu fulani ushanifahamu, najalia taratibu taratibu, naanzaje? kwa hivyo taratibu eh, mwisho wa siku na mimi nikapata nafasi nikatangaza. Nakumbuka redio ya, yangu ya mwanzo kutangaza, ilikuwa naweza ni, eh, kutaja tu, unaweza kutaja Ha, ilikuwa ni Zenge FM. Hii ndio <coughs> redio <coughs> yangu ya mwanzo na nilikuwa tunafanya hiyo <yu> program. Mm <coughs> e, lakini baadaye ikaenda na Spicy kama mwana habari mtoto. Ndio. <coughs> E, kwa hiyo nikawa ndo naenda lakini kila siku zikana mbele inatafuta kitu kipya cha kujiongeza. Ndio. <coughs> Sure, lakini na kule wale Zafa Plus hawakuwa tuacha pia. Ndio <coughs> <coughs> wakao kila siku na wao wanatuambia kwamba bana kama kikitu mnakitaka <coughs> mm. Nataka mujiendeleze zaidi. Ndio. <coughs> <coughs> Yes, kwa hiyo tulikuwa tunajiendeleza, lakini pia inapotokea fursa ya kuja walimu kutoka nje mm -hmm. wanatuunganisha nao wanatufundisha vitu vingine zaidi mm -hmm. katika utafutaji ama kujitafuta mm -hmm. kwenye kutimiza ndoto zako mm -hmm. labda ilikuwa inakupa ugumu gani katika kufikia pale unapopahitaji? <laughs> ugumu upo. mm -hmm. kila chochote ambacho nakiona kizuri mm -hmm. basi kina changamoto zake, ndio umeona. mm -hmm kama mwanahabari na hasa kipindi hicho hmm. nilikuwa ni mtoto kama nilivyosema hmm. kwa hivyo kuna baadhi ya watu ilikuwa ni ngumu pia kuwafikia. Kwa sababu ya nini? Ni mtoto ndio. mm -hmm. lakini pia muda mwingine utahitaji eh, labda mawasiliano na mtu moja kwa moja. Ushaona kipindi hicho hata simu huna, ndumi chochote mnakiata, ni mawasiliano nayo <coughs> ni shida hiyo. Unatoka sehemu unamfuata mtu <coughs> mtu kama hayupo, manake unarudi nyumbani, unapanga safari nyingine kumfuata siku nyingine. hmm. Umeona? hmm. Yani kuna changamoto kama hizo ndio. hmm. Sasa tukija kwenye swala la katika hatua za mwanzo za hmm. kuingia kwenye pengine kutangaza kwenye redio hmm. au TV hmm ulikuwa unafanyia una, una mazoezi ukiwa nyumbani ili labda unaamini kwamba utakapokwenda pale kwa mara ya kwanza naweza ikawa rahisi kwako? mm -hmm. au ilikuwa ni, ni rahisi tukiupande wako? Hamna, sio rahisi kama alivyosoma mwanzo, nilikuwa anafanya mazoezi sana sana sana. mm -hmm. Yani sana kabisa, nilikuwa nafanya mazoezi kati, kati ya vitu viwili, kati ya mm -hmm. TV na redio, hipi unapendelea zaidi? Zote napenda lakini, kuna sehemu ambayo ndo nimebobea zaidi au nimefanya kwa muda mrefu zaidi. Ahe, sehemu gani? E, ni radio. Mm -hmm. Radio, kama nilivyosema mwanzo mm. nilikuwa mtangazaji mm. kwenye hiyo radio ambayo nimetaja mwanzo JFM, lakini okay. baadae nikaja Spice, ushaona. mm. kwenye programu hizo hizo lakini pia baadaye mm. ikaja programu ya vijana kwenye kuzungumza ishu za, za vijana mm -hmm. ambayo hii ilienda katika radio nyingi zaidi Unaona. mm -hmm. Ilienda kwenye hiyo Zenj FM ilienda kwenye bomba ilienda kwenye coconut. mm -hmm. Umeona. mm -hmm. na Pemba ilikuwa ZBC. Sasa mimi nilipata nafasi ya kuisimamia hiyo, mm -hmm. program kwa vijana waweze kutangaza. Kwa hiyo kwenye radio nina uzoefu, nina zaidi kuliko TV. Kwenye tv huwa program gani unazifanya mara nyingi?